Licha ya wafanya wa ya wafanyabiashara wa Kariakoo jijini Dar es Salaam kutii sheria ya kutofungua maduka kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa ajili ya kushiriki zoezi la usafi, bado zoezi hilo limeonekana kutofanikiwa kwa asilimia kubwa kutokana na sababu mbalimbali, lakini kubwa ni vitendea kazi, hususan vifaa vya kuhifadhia taka baada ya kufanya usafi. Bitris Eriki anaarifu zaidi. Chaneteni imetembelea mitaa mbalimbali ya Kariakoo ambako haikubahatika hata kuona kifaa kimoja cha kuhifadhia taka, na baadhi ya maeneo yakionekana kutofanyiwa usafi kabisa, huku wafanyabiashara wakiwa wamekaa wakisubiri muda wa kufungua maduka yao ambao ni saa nne asubuhi ufike utaratibu huo wa kutofungua maduka hadi saa nne umelalamikiwa na baadhi ya wafanyabiashara hao, ambao wamedai kuwa kwa namna moja ama nyingine unashusha mapato yao na kodi, ambapo ameshauri usafi uanze saa kumi na mbili asubuhi hadi saa mbili asubuhi na kisha biashara ziendelee kama kawaida. Serikali ingeamua wauza maduka wote tufanye usafi asubuhi, ili kabla ya saa nne tuwe tumefungua maduka. Inatumiza kwa upande mwingi

Wafanyabiashara hao wameziomba mamlaka husika kuhakikisha zinatoa vifaa vya kuhifadhia taka ambavyo vinaendana na uzalishaji wa taka katika eneo husika, jambo ambalo litasaidia hata kuwawajibisha watakaotupa taka ovyo kuliko hivi sasa. Watu wamekuwa wakitupa taka ovyo kutokana na kukosekana vifaa hivyo. kwa tunategemea ukiweka usafi kama huu, unaweka hata madasdini, ili hata uchafu ukiwa nayo uweke, lakini hapa tunamaliza usafi saa usafi tukishafungua bado tunachafua tena ndani ya dakika tano tu, lakini ungekuwa na mfumo hapa madarasini kila kona, tukienda hapo kona inakuwa usafi unaendelea hapo hapa. Dar es Salaam bado ya kuswa usafi tofauti na mikoa mingine, kwa hiyo ni jiji inabeba mikoa mingine. Hiyo ni jiji kubwa sana, kwa hiyo natakiwa wenyewe serikali, mimi nitembea, wajipange kwanza, watoe madarasini ambayo yanaweka darasini. Nenda South Africa nikuta darasini makubwa kama unavyoniona mimi, unaona ukipita mtaa hadi mtaa, barabara hadi barabara kutoka Dar es Salaam, Bitwis Eriki, Channel Ten.